Yako kufahamisha yanayojiri ni kwamba jamii ndogo ya Watha inayoishi katika kaunti ya Taita Taveta sasa inatoa wito kwa serikali ya kitaifa na zile za kaunti ukanda wa Pwani kutatua matatizo yao ya ardhi ambayo yamedumu kwa miaka mingi. Jamii hiyo inasema kwamba imebaki kuwa maskwota katika mashamba yao kwa kuwa hawana hati miliki. Niko katika kaunti ya Taita Taveta ambapo jamii ndogo ya Watha katika kaunti hii sasa wanatoa wito kwa serikali ya kaunti sawa na ile ya kitaifa kuweza kuangazia matatizo mbalimbali mbali ambayo wanakumbana nayo, mojawapo ikiwa ni swala la umiliki wa ardhi, wakisema kwamba mabonyenye wamekuwa wakiwapokonya swala zima la ardhi, na hivyo wakitaka swala hilo kuangaziwa na serikali. Nimeweza kuongea na jamii hii na haya ndiyo walikuwa nayo ya kusema na kitu muhimu sana tunataka hizi kaunti zote ambazo zina, ziko katika mkoa wa Pwani tupewe zile nafasi sisi, tuwe tunajirepresent wenyewe katika hii jamii, ili serikali iweze kutufikia zile sehemu ambazo haiwezi kutufikia kwa sababu wanaona kuwa serikali kwamba sisi tunafikiwa, lakini huku mashinani huwa kuna ugumu sana ndio maana ma NGO wamejaribu, wametusaidia kidogo, watoto wetu wamesoma lakini hawapewi kazi. Wajue kuna jamii ndogo ambaye haitambuliki popote, ambapo wanaenda ni kazi ni nini, hawajulikani. Kwa hivyo tunaomba serikali itusaidie, itutambue, ni kazi ikitokea wasituweke kwenye mchanganyiko wa kuwa paka, watuchuje wajue, huyu ni jamii ndogo anafaa kusaidiwa. Hatuna mtu mbele sisi, tunategemea tu serikali itujue kuwa sisi hatuna uwezo, sisi hatupati kazi, tunabaguliwa. Hata kazi ndogo yenyewe ya mashinani kama ya uchifu, tena hiyo nayo tukingang'ana, tena hiyo nayo tunaikosa. Tunaomba serikali yetu tukufu na Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto atukumbuke sisi jamii ndogo ambayo tumesahauliwa, na sisi tupate haki yetu kama wale Wakenya wengine. Na tunaangalia masuala ya haki zao za kumiliki ardhi, haki zao za ajira, haki za elimu, masuala ya matibabu, maanake tunajua jamii ya Watha wamekuwa wakitegemea sana hifadhi zetu, misitu yetu kupata matibabu yao. Kwa hivyo safari hii kwa kweli ni kwenda ku kuwezesha jamii ya Watha kuona jamii zingine ambazo ni kabila ndogo ndogo wameweza kujihami vipi kutetea haki zao. Naam, ndio kilio cha jamii hii ya Watha katika kaunti hii hapa, pia wakisema suala la ajira miongoni mwa vijana limekuwa tatizo sugu, wakisema kwamba idadi ya walioajiriwa katika idara ya polisi bado idadi hiyo iko chini hata zaidi. Nikiripotia runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Taita Taveta, mimi ni Julius Joho, na tukisalia huko pwani ni kwa...